Wabunge wanaounda umoja wa katiba ya wananchi Ukawa wameeleza kusikitishwa na kitendo cha serikali kukaa kimya bila kutoa taarifa za ukweli kuhusu athari za mvua zinazoendelea kunyesha nchini. Wakizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa habari bungeni mjini Dodoma, wabunge hao wamesema miundombinu mingi imeharibiwa na mvua, barabara zimekatika, wananchi wengi hivi sasa wanaishi katikati ya maji lakini serikali imeendelea kukaa kimya bila kutoa taarifa ama kuwasaidia wananchi. Swala la maafa halina itikadi ya siasa, swala la maafa halina ubaguzi, swala la maafa halina kwamba ni la chama au la madhehebu ya dini au ni la mambo ya jinsia. Hawezi ukaweka tofauti aina yoyote kwenye suala la maafa. Majanga tulionayo sasa hapa nchini Tanzania ni majanga ambayo tunayajua na tulijua yatatokea. Tunashuhudia Pemba leo zaidi ya watu elfu nne hawana namna ya kuishi na hatuna takwimu mpaka sasa hivi serikali haijaweza kutoa takwimu sahihi. Dar es Salaam kuna maeneo mengine sasa hivi ni bado, mpaka sasa hivi tunavyozungumza, imekuwa ni kisiwa. Kwa mfano mvua ya juzi ilinyesha zaidi ya saa kumi na nane mfululizo. Wabunge wengi wametoka bungeni, wameenda majimboni mwao, wame kutokana na hali hii ya maafa ambayo imetokea. Wametoka wameanza kuondoka tangu jana, sababu wakashirikiani na wapiga kura wao, waone hali halisi iko namna gani. Bunge li, li, bunge liko Dodoma hata taarifa ndani ya bunge hakuna. Are we serious? Watu wakifa leo hii ni uzembe. Unguja na Pemba, hasa Pemba, hali iko mbaya sana. Wale ambao wamekwenda Pemba, Pemba ni very mountainous, Pemba nzima almost yote ni vilima, kwa hivyo ni kama vile landslide. Majumba inashuka kutoka kama natokezea uh, ku Lushoto inashuka chini, nyumba nzima inachukuliwa na tayari kuna kuna kuna tatizo kwamba watu wengi wanaishi kwa mabondeni kwa nature, kwa sababu ya ni kama vile Mwanza au sehemu nyingine, lakini serikali imenyamaza kimya. Ikija kutokezea maradhi ya milipuko tutasema kitu gani? Kwa sababu maji yakikusanyika hayakopo lazima kutazuka maradhi. Lakini Unguja, barabara zimekatika, mawasiliano, wanaokujua wanaokujua Pemba, barabara ya kutoka bandari kuu ya Mkoani mpaka Wete ni mo, njia ni moja tu, na barabara imevunjika imekatika. Sasa tujue wa Tanzania, wajue hali halisi ya janga la mvua na maafa aliyopo ili waweze kuchukua tahadhari zao sasa wenyewe, hata kama hayawasaidii lakini. Sasa kitendo cha kukaa kimya ndio ambacho tumesema kimetutisha sana wasabu, sergali, haiwa, kwa sababu tunaona kama serikali haiwajibiki kwa watu wake, na hili wala sio jambo la la mbunge wa upinzani. Hili ni jambo ambalo linahusu maisha ya Watanzania ambao sisi wote ni wazalendo wa nchi Kauli, serikali ingeweza kuchukua hatua, wapo wanaishi wengi, wangeweza kusaidia kupeleka madaraja ya dharura, kutoa taarifa, kupeleka magreda ya vijiko kuzibua baadhi ya maeneo, maji yametuama, watu wamezingirwa. Sasa kuna mtu ambaye amepanda kwenye nyumba yake siku ya tatu leo na alipanda, wengine ni mabubu wagonjwa, wengine magonjwa ya TB tbi, wengine wagonjwa ukimwi. Kwa hiyo hao watu wanapata shida kweli.